Tunayo trusti kubwa au imani kubwa na utashi na utayari mkubwa wa kisiasa na wa kiutawala katika kufanikiwa kwenye yale ambayo tumeyapanga, na ni kupitia Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaweza yuko tayari, na hiyo imani tunaiona, na ndio maana mmeweza kufika hapa mlipo leo katika hayo mliotueleza, ambayo ni mafanikio ni mengi zaidi kuliko changamoto. Kwa hiyo tuzidi kumshukuru Mheshimiwa Rais. Lakini sisi sasa hapa katika imani yake kubwa na utayari wake, tuutumie vizuri kulisaidia taifa. Tutumie vizuri kwa maana ya kwamba kwenye eneo ambalo ni jeshi, lakini pia chima inapofanya kazi hizi za ujenzi wa uchumi kwenye eneo la kilimo, tujipambanue kwanza kwa kuainisha maeneo yote na magereza yote ambayo yana uwezo wa kufanya kilimo, tuwe na hiyo mapping na najua kazi imefanyika ipo, lakini tuweke kanzidata kwa maeneo, ukubwa wa ekari kwa hekta. Na pili, tuainishe aina ya mazao ambayo yanaweza kulimwa, mazao ya, ya biashara, ukiacha mazao ya chakula, mazao ya biashara na tatu tuwatumie vizuri wizara ya kilimo, kwa sababu nimeshazungumza na Mheshimiwa wa Chongoro, waziri wa kilimo. Yuko tayari kushirikiana na sisi katika maeneo ya eh, sekta ya kilimo, watu watari wafanye tafiti ya udongo, tujue soil texture katika kile kilimo tunachokusudia kukifanya, kiwe kilimo cha kisasa, na tufanye sasa kilimo cha kisayansi kwenye hayo maeneo na kwa sababu Mwenyezi Mungu ametujalia kuanzia utashi wa mheshimiwa rais na utayari wa askari wetu, lakini pia wafanyakazi wote, lakini tayari, utayari wa wanafunzi wetu ambao tunasema wanafunzi wa maadili ambao tunaweza kusema lugha ya wafungwa, lakini wanafunzi wa maadili, ambao wanakuja kwenye chuo cha marekebisho, chuo cha maadili ambao ni gereza, na wao wako tayari kujifunza kazi tunaweza kutumia hii kama nyenzo ya nguvu kazi itakayotusaidia kufikia malengo ambayo tunayakusudia, magereza yetu yakawa chanzo cha kutoa mazao ya kilimo, mazao ya biashara, lakini pia mazao ya ziada kwa ajili ya chakula cha wafungwa wa, wa wetu kwa maana ya wanafunzi wetu wa maadili, lakini pia tukapata ziada, maeneo mengine tukalima mbegu maalum ambazo wizara ya kilimo kwa utaalamu wao watatuambia ili tuweze kuzizalisha badala ya kununua nje ya nchi. Kwa eneo la kilimo ni eneo muhimu sana ambalo na hili nalifungamanisha pamoja na kazi nyingine ambayo mnaifanya kupitia jeshi la magereza, lakini pia shima swala la ufugaji. Katika ufugaji pia tunatarajia tusiwe tunaishi tu na mifugo, tuwe wafugaji. Kuna tofauti kubwa ya kuishi na mifugo na kuwa wafugaji. Gereza, jeshi la magereza na shirika lake tunatarajia wawe wafugaji, wafugaji ambao watafuga mifugo iwe ni mbuzi, ng'ombe, na vingine vyovyote vile, hata uvuvi. Na wizara ya, ya, ya, ya mifugo na, na uvuvi tayari nayo nimekwisha zungumza na Daktari Bashiru tumekubaliana kwamba kwenye magereza ambayo yana uwezo wa kufanya u